Dada Flora na dada ya Teresia karibuni sana. Asante. Hapa ndio Wadada Center na imani mmeshakaribishwa na wasaidizi wetu Ndiyo. Taratibu zetu mmezia mmezikubali, ndio maana mko humu ndani. Asiyekubaliana na utaratibu wetu huaga, hatuonani, yaani anaishia huko. Kwa hiyo nikishaona mtu anakuja mpaka kwenye kipindi kipindi ambacho tunaendelea ku- uh, kuelimishana na kusisitiza taratibu zetu Uh, maanake huyu mtu yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana ehe. Sasa hapa kwenye hichi kipindi mimi kwanza, uh, kama mkurugenzi mm, okay. of course niko na mkurugenzi mwenzangu, lakini mimi kama mbeba maono wa hichi kipindi na huu mradi uh, huwa napenda kwanza kushare ile experience yangu kwamba nami nilikuwa dada wa kazi za nyumbani, kwa hiyo yani, umekuja mahali ambapo ni sahihi mm. sehemu ya kutafutia mtaji. Ukiniona mimi sasa hivi naishi maisha yangu na niko vizuri, ni kwa sababu nilitumia fursa ambayo ilikuwepo, nikapata mtaji nikaanzisha ujasiriamali na mpaka leo nipo kwenye ujasiriamali. Kwa maana hiyo, napenda kuwatia moyo wadada wote ambao wanafika kwenye hichi kituo na kwenye huu mradi kwamba usijisikie vibaya kwa sababu najua mila zetu na tamaduni zetu kuna namna zinaona mtu akienda kwenye kazi ya nyumbani labda mm, kama sio sawa eh. wengine waoga hata kukaa kwenye kipindi kama hivi, anaona mm, si fulani atanionaje? si ndugu zangu akiniona itakuwaje? Lakini hizo zote ni fikra za kimaskini, kwa sababu huwezi kuogopa kazi halali ambayo inaweza kukupa kipato, ambayo inaweza kukupa mtaji, ukabaki umekaa nyumbani sana sana kwa wasichana, utaanza kuishi maisha ya kudanga, yaani upate fulani akupe elfu moja elfu mbili Kwa, kwa nini? Wakati kuna kazi unaweza ukaifanya na ukapata kipato, sasa kwa nini uendelee kuteseka na umaskini kwa sababu unaogopa mtachekwa kwenda kufanya kazi fulani ambayo ni halali. Watu wanatakiwa waogope kufanya kukaa tu nyumbani, huna kazi. Yaani hiyo ndio kitu kibaya sana, kwa sababu hata neno la Mungu linasema um, asiyefanya kazi na asili. Asili. Sasa unaridhikaje mtu mzima umekaa nyumbani una kazi? <coughs> eh, yaani ni kitu hicho ndio kilikuwa kitu kibaya. Yaani watu wote ambao hawana kazi walitakiwa wa yani wakimbie na waogope kukaa bila kazi. Yaani uende ukafanya kitu chochote ili mradi cha halali. Ili mradi upate chochote kwa sababu ndivyo Mungu atakavyoweza kukubariki kwa sababu amaidi wa anabariki kazi za mikono yetu. Sasa kuna mtu anayeishia kwenda hata makanisani kutafuta miujiza Mungu anashangaa. Mimi nimesema nabariki kazi za mikono. Sasa wewe umekazana kwenda kulia kanisani. Mm, unamaliza sijui ni mikesha, unamaliza wachungaji, unamaliza makanisa, unatafuta uambiwe pokea magari, pokea si nini? Si naelewa. Kwa hiyo uaga napenda sana wadada ambao wanaamua kuchukua hatua kwa ajili ya kuja kupigania maono yao, malengo yao. Yaani ni kitu kikubwa sana kwenye maisha especially ya mwanamke. Kwa sababu kitu kingine kibaya sana kwenye mila zetu, wanawake tumeaminishwa kukimbilia kutafuta mabwana, kukimbilia kutafuta ndoa, kukimbilia kutafuta wanaume, yani ndio njia ambayo kwa wanawake ni rahisi ya kujikimu kiuchumi. Kwa hiyo hata kama humpende, hata kama hujafikia stage ya kuolewa, lakini ile akili kwamba lazima niwe na mtu anayeniwezesha ipo pale. Kwa hiyo ndio maana mtu hana kazi, hana biashara, lakini ana simu labda nzuri, au amepanga chumba. Why? Kuna akili alishatengenezewa imani kwamba mimi maisha yangu ili yaende, kuna mwanaume ambaye lazima aniwezeshe. Yani wanaume wapo ili watuwezeshe kiuchumi, kitu ambacho ki, kineno la Mungu, sio maisha mazuri, yani hayana baraka. Na wanawake wengi wamejikuta yani wame- wamepoteza wame muda mrefu bila kutimiza malengo yao, wengi wako kwenye umaskini, unasubiria binadamu wenzio akupe elfu tano elfu kumi ambayo wewe ungetoka kwenda kufanya kazi ungepata zaidi ya hizo. Sisi tunaelewana, Dada Flora, Dada Teresia, ehe. Sasa sisi bwana, kazi hii kwetu ni kazi kama kazi nyingine, ni kazi ya maana, ni kazi ya thamani, ni kazi ambayo tunaenda kuhudumia jamii, tunaenda kwenye familia za watu. Kwanza hicho kitu ni baraka sana. Kwenye familia ndiko watu wanakoanzia ndiko maisha yanakoanzia ndiko serikali inakoanzia. Watu wote wanatoka kwenye familia. Kwa hiyo tunapokwenda kule kulea watoto na kuishi na wale watu eh, familia zile ni kitu kizuri sana, tunapaswa kwenda kufanyika baraka. Na hizo mentality tulizokuzwa nazo za kufikiri labda ukienda kule nako utafanya fanya mambo, hapana. Ndio maana kama mmesoma vizuri mikataba yetu sisi ni wakali kweli Yani tumetengeneza mfumo ambao tunataka unapoenda kazini nyumbani kwa mtu bado pale uone kama u, yani uishi kama mtu ambaye yuko kwenye ofisi nyingine yoyote, ufanye kazi zako kwa mpangilio, uzifanye kwa heshima, uwatii na kuwaheshimu wale watu ambao wamekuweka pale, na ufanye yale mambo ni ya haki, yani u, ufanye kazi kwa haki manake usidhulumu mtu, usiwe na tabia za udokozi, usiwe na tabia za ukahaba, uhuni, kwa sababu mo ndani kuna wababa, kuna vijana wengine, wanachukua vijana au wanaume wanawaleta ndani, ni tabia za kishetani. Hivyo vitu vyote kwetu sisi hatukubaliani navyo. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, ni wakaribishe na kwamba natarajia tutakwenda kufanya kazi kwa mtazamo huu. Maana wafanyakazi wa nyumbani bado, uh, walio wengi hawajaweza kuadapti mfumo chanya wa kufanya kazi kama kazi nyingine. Bado wengi wanakuwa na zile fikra ambazo bado labda anafikiri ni kazi za nyumbani, yani, ni kazi za mwisho. Kwa hiyo unakuta hata anavyotoa huduma eh, anatoa kwa kisirani, si unaelewa, anatoa kwa kisirani, anatoa kwa kununa Yani, bosi wako humchangamkii. Ukifungua duka lako, akiingia mteja utamchekea meno yote, sarasina ngapi nje, si ndio? Si kwa sababu tunasema mteja ni mfalme, lakini hiyo tunafikiri labda ni mpaka nikifungua biashara yangu. Hapana, sisi tunasema mteja wa kwanza ni huyu bosi wako wewe, si unataka uh, uka, ukafanye kazi ulipwe. Kwa hiyo yule ndio mteja wako, unatakiwa kumhudumia vizuri kwa smiling, kwa kumuuliza bosi, vipi, nimefanya usafi, umeridhika nyumba yako safi? Nimekupikia chakula, hicho chakula unakionaje, kizuri au kuna vitu gani ambavyo ungependa niongeze? Yani huyo ndio mteja. Hapo ndipo una acti kama yule kwako ni mteja na ni mfalme, unamjali. Ndivyo sisi tunavyowafundisha, na hao ndio wadada tungependa kufanya nao kazi, wanaokwenda na mtazamo huo. Kwa hiyo tunaamini kama tukifanya hivyo yaani kuanzia sasa hivi tukaenda na huo mtazamo hautaka upate shida. Yaani kila anayekuja mbele yako uwe ni kwenye kazi za nyumbani au umetoka kazi za nyumbani umeenda kuanzisha either ni biashara yako, ukawa kila mtu unayemwona unamwona ni mteja na unamhudumia vizuri kihalali. Achana na hizo kazi nyingine, maana wanawake tumelelewa kuhudumia wanaume vizuri huwa tunakwenda kuchukua training za kukata viuno kwa ajili ya kumridhisha mwanaume, huwa tunakwenda kutafuta staili mpya mpya za kuwaridhisha nani? Sasa hiyo mindset tunatakiwa tuitwisti, tutoke kwenye kuwafurahisha wanaume na kuwaentertain wanaume, tukawa entertain mabosi wetu, sio kwa namna hiyo ya ngono, ila kwa namna ya kazi kwamba kama bosi amenichukua nikafanye kazi kwake, iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, iwe ni wapi, yani natakiwa kuhakisha muda wote na suwe kichwa ni kwa namna gani nitafanya extra ili bosi wangu afurahi. Na ndio maana sehemu walizoelewa hicho huwa wanafanya wapate tip, watu walioelewa hiyo kanuni kwamba ukimfurahisha mteja hakuachi hivi hivi. Kwa hata kwenye kazi za nyumbani wako wadada ambao wanafanya extra na mabosi wao huwa wanawaongezea hata kama sio ule mshahara lakini anakuwa anapata zile tip anapata vitu ambavyo vinamvinamwongezea kwenye mshahara wake. Lakini hata kama usipopata bosi ambaye atakua appreciate kwa kuongezewa chochote, ila we ukijitrain hivyo, yani utafika mbali sana kimaisha, tofauti na hii ambayo wengine, yani ukishaona tu mtu analalamika bosi wangu anagubu, bosi wangu sio yeye, ana mdomo bosi wangu sio, ana kisirani, ah, mabosi wana manyanyaso sana, ujue huyo mtu bado ana ana fikra za umaskini, yaani kichwani kwake bado huyo huyo atabaki kwenye umaskini miaka yote, ni mpaka atakapobadilisha kuwaona mabosi kama watu wanyanyasaji na awaangalie kama fursa, kwa sababu Mungu wetu ameweka baraka zetu kwa watu. Unapoenda kwa bosi wako, yule ndio ana baraka zako. Hujui kwa nini Mungu anakukutanisha katika mabosi wote, anakukutanisha na huyo ambaye, hata sisi wenyewe hatujui kama ndio utakapo utaenda kwake, lakini unapokwenda basi jua mu, muombe Mungu kwamba Mungu, naomba unisaidie niweze kumhudumia bosi wangu vizuri kwa namna ambavyo itakupendeza wewe. Umeona maana yake? Yani ni rahisi kuishi kwa furaha, kwa amani, bosi wako anaridhika na wewe unaridhika, ukipata malengo yako unaendelea na maisha yako. Kwa hiyo, hizo hizo, hizo ndio fikra tunazoziamini hapa ya wadada wetu wote tunapofanya nao hizi content. Hicho ndicho tunachowakoch kwamba wakifanya hivyo tutafanikiwa, tuondokane kabisa. Wengine unakuta tushakuwa watu wazima kidogo, kwa hiyo kutumwa, unaona. <laughs> Unaweza ukapata bosi mdogo kwako, lakini ni bosi yeah. E, ni bosi. Huwezi kumfanyia kiburi, ujeuri kwa sababu ni mdogo au mnalingana. Hapana, lazima siku zote we uwe mnyenyekevu kwake na umsikilize. Tunaelewana jamani? yeah. So, haya sasa, dada Teresia na dada Flora, tunakwenda kwenye um, uwaga tunakuwa na session ya kutambuana sasa mm, nyinyi ni zamini nimeshaongea, maono ya kituo, shaongea yale ambayo tunatarajia, mm, kwamba mkatoe huduma nzuri, mfanyike baraka, na hizo ndio, ndio mbinu za mafanikio kwa sababu mm, bosi wako atakulipa kwa moyo mweupe kwa furaha kabisa, na ukiondoka kwake atasikitika sana. Hamna kitu kizuri kama hicho, kuliko kwenda nyumbani kwa mtu tena unageuka kama laana ma ugomvi, bosi analamika analalamika, hakuna mtu anafurahia hicho kitu mm. kwa hiyo, baada ya kuwatangulizia hayo hayo, tunayo ya kochi hapa au tunayo wafundisha, tunayo watreni sasa hivi, tutasikiliza nyinyi, mmetoka wapi, mmetusikia wapi na mmekuja kwa malengo gani? Hayo malengo yatafikiwa kwa muda gani? Mwaka, miaka miwili? Labda unatafuta kiasi gani cha hela? Milioni, milioni tano, milioni kumi? <laughs> kila mtu anakuja na, na malengo yake yeah. Kwa hiyo hiyo ndio sesheni yetu inayofuata, baada ya hapo basi, mm, tunakuwa tumemaliza kipindi chetu, sawa? Haya.